Nafsi, naitwa Ernest Nyambo, ni mwenyekiti wa Bandarini SACCOS, lakini pia ni mfanyakazi wa Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, idara ya utekelezaji. Naona twende hivi tujitambulishe, kwake akiwa anazungumza ajue anazungumza na wakina nani. Yes. Yes. Sisi kama ushirika tunaamini mfadhili namba moja wa chama chetu cha ushirika Bandarini Sakosi ni mwanachama, lakini mwanachama pekee atoshi. Mlezi amekuwa ni kiungo muhimu sana kuifanya hichi chama kiendelee kuwa hapa. Afya nguvu za kiuchumi walizonazo wanachama ndizo zinatuwezesha chama chetu kuonekana kinakuwa siku hadi siku. Tunamshukuru mlezi wetu ambaye siku zote amekuwa nasi kwa maana ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari. Kukitambua na kukipa nafasi hichi chama, tumeweza kuwa tunapata platform mbalimbali za kuweza kuzungumza na wanachama wetu, kuwapa mafunzo mbalimbali, kuwashiriki katika majukwaa mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kutokana na mlezi wetu kukitambua chama, amekuwa akitoa hiyo nafasi. Tunashukuru sana, lakini kama haitoshi chama chetu kinafanya kazi kwa kupata mapato kutoka kwenye taasisi. Makato hayo yanakatwa na mwajiri anatuletea kwenye chama chetu. Hilo limekuwa ni jambo limekutupa faraja, tukiamini sehemu nyingine huduma kama hiyo inatoka ama kwa kusuasua au inatoka kwa malipo. Lakini wakati nakuja kukueleza kuhusu mwaliko wetu, ulitambua kwamba chama chetu bado kinakaa kwenye majengo ya mwajiri tangu mwaka 1968 tumekuwa tukifadhiliwa na mwajiri kwenye majengo yake free, hatulipi umeme, maji, ulinzi wala chochote. Hiyo ni bahati kubwa. Sakosi si mbalimbali za mtaani zikitaka kupata huduma za ofisi zinawajibika kuingia gharama, lakini sisi mlezi wetu ameweza kuwa anatubeba kama watoto wake wa kuzaa. Mafanikio mengine ambayo tunayaona uh, ni mafanikio ya mfumo ambayo tumetumia kama manachama mna Eh, nafikiri mnayo application ambayo inaweza kuleta uwazi kwenye huduma zenu. Hiyo haitoshi tu, leo hii tukawa tunazungumzia habari ya kuwa na ATM, na kikao hiki tumekta hiyo taarifa kwamba tunaenda kuwa na ATM, lakini pia tunaenda kuwa na mifumo ambayo itatuwezesha wanachama kutumia zile application zao kuweza kwa za kutransact kama banking transactions. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaenda kuongeza, uh, tunaenda kuongeza uwazi, lakini tunaenda kuongeza ushiriki wa huduma katika huduma zetu. Unachama, pata ile, e, e, e, easy, na kuwezesha wanachama kupata ile ambayo itakuwa ni easy na seamless katika transactions. Tuna tunashukuru kwa hayo machache ambayo, lakini pia tunajivunia wafanyakazi wa, wa chama cha, cha, cha, cha bandari kina wafanyakazi kumi na watatu e, na miongoni mwao kuna wataalamu mbalimbali na hasa tunajivunia wataalamu wa TEHAMA ambao umetusaidia kutransform e, huo ueledi bayo naosema na ubunifu kwa hiyo tunajivunia kuwa na hilo na tunajivunia pia kuwa na bodi ya watu saba pamoja na kamati ya usimamizi ya watu watatu na mjumbe mwakilishi mmoja, ambaye ndio inaunda sasa ile governance, kwa maana ya uongozi na, na jumla yao wanafika watu kumi na mmoja kwa maana ya wasaba wa kwenye bodi, watatu kwenye kamati ya usimamizi na mjumbe mwakilishi ya wanachama, njia ya bodi nafika watu kumi na mmoja ndio inaleta ile nzima ya, ya uongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi eh, mwenyekiti wakati anazungumza, niambia nizungumze changamoto kidogo zinazotukabili kama chama, pamoja na kwamba tuna mafanikio mengi ambayo sijayataja mengi, ni, ni lakini eh, ziko changamoto ambazo zinatukabili kama chama, na changamoto kubwa ambayo inatukabili kama chama sasa hivi, tuna, tuna wafanyakazi wengi ambao ni wanachama wetu ambao hawa, hawakidhi viwango vya kukopesheka Hali yao ni mbaya, lakini kubwa sana imetokana na hali ya elimu masuala so ya fedha. Watu wengi wametuza kwenye kopo ambayo ni mgumu, mikopo ya gharama kubwa kwenye maeneo mengine, kwa hiyo imepelekea sinakataa kuwapa huduma inakuwa ina, ina, ina ni changamoto sana. Watu wana pesa lakini tunaitumia watu halafu hatuangalii baadaye, kwao ni changamoto moja. Kuna moja alisikia, kuna watu walipata ya mkopo wao wakakodi zile ndege za pale terminal one aione nchi katika sura bora ukishafika. <laughs> <laughs> eh? okay, okay, kule ulikopelekwa, nasema hii ndio milioni nane <laughs> eh. imeisha <laughs> so, na, nafikiri hii ni eneo muhimu sana tuangalie, okay. namna bora tutafuta ubunifu kule kwenye WhatsApp hatsaphuw anaingia na, na kule naona vitu vinakuja, tafuteni hata vikatuni vya kusa kuwafundisha watu, watu matumizi ya bora ya fedha, sawa okay. Kwa hiyo hilo eneo nafikiri, sio endelea kuboresha. Naona kazi nzuri sana, mimi wanajifunza sana kwenu hapa. Kila siku najifunza hapo kwenye WhatsApp, kila siku ikiingia naangalia, ah, leo kuna hiki, kuna friji.